Professional footballers. Mimi sio professional footballer, uh, lakini napenda kuahidi tu inayokuja nitakuwa nimejifua kwa hali ya juu sana, nitacheza yeah. Hata dakika zote yani yeah. Kwa hiyo nisubirie kwa hamu, kwa sababu yeah. Mimi ndo nitakuwa nayafunga yale magoli. Mmemwona Stumai anapopitisha mpira huku na huko. Ndio nitakuwa mimi hiyo inayofuata. Kwa hiyo yeah. tuendelee kusupportiana, yes. Matokeo ni mbili kwa mbili. Ndio, tumeshinda mbili. Eh, yeah, tumeshinda mbili. Eh. Mkaona la pili ambapo mnafunga. Wamefanyaje watajua wenyewe timu pinzani, lakini sisi ilitokea. Ndio. Wito wako sasa kwa wadau wengine, ambao kuna baadhi ya wadau ambao wanawasupport kwa mwanzo media, wito wako kwa wadau wengine jambo kubwa kama hili, kwa sababu tumeona eh, mna promote ukiacha ile kuchangisha mm, lakini mna promote vijana wengine wenye vipaji eh, kuweza kuibua. Yeah. Yeah, cha kwanza napenda kusema asante sana uh, kwa wadhamini wetu wote uh, wameonyesha nguvu kubwa sana kuanzia Azam TV tuje Hyatt Kilimanjaro, Aisha Masaka Foundation wenyewe, Mira Mi vya Money Foundation, support imekuwa kubwa sana sanitary pads, najua sio na kitu kidogo, na hii imezidi kutengeneza hata tulivyoenda hatukutegemea, tumewapata tumewapata, so kwetu ni tunashukuru sana kwa hiyo love ambao wametuonesha ndio. Uh, tu... uh, celebrities wengine hey, of... Rosa, Rosa unajua ni timu Masaka sasa sijaelewa kocha wao kwa nini hajamuingiza uwanjani Mimi Rosa aliniambia atawafunga watu wengi vitu vingi sana niikuwa namwogopa namsubiria sijui ni kocha aliona kitu gani lakini of course naamini itaendelea kuwepo wengi na watafanya kama ulisema tulisema ni